Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Machi 19 mwaka 2021 inabaki kuwa siku ya kukumbukwa kwa Watanzania, kwani kwa mara ya kwanza Tanzania iliandika historia mpya ya kupata rais ambaye ni mwanamke na si mwingine bali ni Rais Samia Suluhu Hassan aliyechukua hatamu ya kuongoza serikali ya awamu ya sita baada ya mtangulizi wake Rais Dr. John Pombe Magufuli kufariki dunia Machi 17, 2021 kwenye hospitali ya Emilio Mzena jijini Dar es Salaam. Machi 19 mwaka 2025, Rais Samia Suluhu Hassan ametimiza miaka minne tangu ashike hatamu ya kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mengi ameyafanya kwenye sekta mbalimbali. Je, ni vipi kuhusu sekta ya michezo ndani ya miaka yake minne akiwa madarakani? Miongoni mwa mambo makubwa ambayo ameyafanya ndani ya miaka minne ni kuunga mkono kuandaa fainali za AFCON 2027 kwa kushirikiana na Kenya na Uganda na kushinda uwenyeji wa fainali hizo. Itakuwa ni mara ya kwanza kwa Afrika Mashariki kuandaa tukio hilo kubwa la kimichezo. Kuelekea fainali hizo za AFCON 2027 viwanja vipya viwili vikubwa vya michezo vimeanza kujengwa, kimoja kikijengwa chini ya Arusha ambapo bilioni 286 zitatumika kukamilisha ujenzi wa uwanja huo utakaobeba watazamaji 30, pamoja na uwanja mpya wa Dodoma utakaogharimu bilioni 352 kwa fedha za kitanzania na kubeba watazamaji bado kuna maboresho makubwa ya viwanja kama Benjamin Mkapa na uwanja wa Uhuru ili kuweka miundombinu bora ya michezo. Mbali na ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya michezo kwenye miaka yake minne uongozi, amefanya maboresho makubwa kwenye bajeti ya wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ambapo bajeti ya mwaka 2024/2025 ilivunja rekodi ya ongezeko la fedha kuwahi kupata wizara hiyo kwa kupitishwa kiasi cha shilingi bilioni 285.3 huku miradi ya maendeleo ikitengwa shilingi bilioni 254.1 pekee. Amejipambanua kwenye kuhamasisha ukuaji wa michezo, hususan mechi za kimataifa, ambapo amekuwa na utaratibu wa kutoa hamasa kupitia goli la mama kwa ngazi ya klabu na kuchochea mafanikio ya klabu za Yanga na Simba katika mashindano ya CAF, bila kusahau kikosi cha Tanzania Taifa Stars imefuzu fainali za Afcon 2023 na 2025 kutokana na serikali yake ikiwa mstari wa mbele kuhamasisha, na wakati huo huo michezo mingine kama ngumi, riadha na judo, na wamefanikiwa kupata donge nono la hamasa kutoka kwa Rais Samia. Changamoto ya usafiri kwa wanamichezo wa Tanzania pindi wakishiriki kwenye mashindano ya kimataifa, sasa likaotambawa ndani ya miaka minne ya Rais samia Suluhu Hassan kutoa ndege kwa timu za taifa pamoja na klabu kama Young Africans kwenye mchezo wa fainali wa marudiano dhidi ya USM Alger nchini Algeria na kadhalika, bila kusahau kufuzu kwa timu sita za Tanzania katika mashindano mbalimbali ya kimataifa ndani ya msimu 2024 2025 kama michuano ya Afcon 2025 kwa Taifa Stars wa Afcon 2025 kwa Twiga Stars, michuano ya Afcon kwa under 17, under 20 pamoja na futsal na kadhalika. Chini ya miaka minne ya uongozi wa Rais Samia imeshuhudia uwakilishi wa timu nne kwenye mashindano ya CAF yani, timu mbili kwa ligi ya mabingwa barani Afrika na timu mbili kwa upande wa kombe ya shirikisho barani Afrika sambamba na kupanda kwa ubora wa ligi kuu ya Tanzania bara yani, yani NBC Premium League inayoonyeshwa mubashara kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV ambapo kwa sasa inashika nafasi ya nne Afrika kwa mujibu wa IFFHS na ya sita kwa viwango vya ubora wa shirikisho barani Afrika, CAF. Rais wa Tanzania Mama samia Suluhu Hassan yuko hapa, what a surprise! makofi, makofi kwa, kwake wao wao, kwa mara ya kwanza anatusalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi endelee. Mengi yamefanywa ndani ya miaka minne, lakini itoshe kusema haya ni baadhi kati ya mengi yaliyofanywa ndani ya miaka minne, na kifupi zaidi unaweza kusema mama ana upiga mwingi. Said Msumi, Azam Sports.